Baada ya kurejea, wakirejea spika atamwita mheshimiwa mkuu wa serikali ili atoe hoja kwa kuwasilisha azimio la kumthibitisha wa waziri mkuu mteule kwa mujibu wa ibara ya 52 ibara ndogo ya pili ya katiba. Katika maelezo yake anaweza ya kue, kue, kue, kuelezea mamlaka na wajibu wa waziri mkuu kama ilivyoainishwa kwenye ibara ya 52 ibara ndogo ya kwanza pili na tatu ya katiba. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Waheshimiwa bunge, leo hatutengui kanuni za bunge sababu anayeleta hati hiyo ni, ni mwanajeshi na ni askari na wao wanafusha kuingia ndani kwa mujibu wa kanuni zetu.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

Waheshimiwa Waheshimiwa naomba tukae hajaapishwa bado naomba tukae sasa namruhusu mwakilishi wa Mheshimiwa Rais aweze kurudi kwenye majukumu mengine asante sana kamanda Video kwa, kwa kutekeleza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 Waheshimiwa wabunge. o a Waheshimiwa wabunge. Kwa vile jina hili likija hapa ni siri, naahirisha bunge kwa nusu saa ili katibu akaandae. Nasitisha bunge nusu saa ili katibu akaandae ballot paper.